Mchakato wa upigaji wa kura kwa mujibu wa taarifa za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa kumi jioni. Kwa hiyo nitoe rai kwa wana Dar es Salaam wote waliojiandikisha kupiga kura kwenda kutumia haki hiyo ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka. Zipo taarifa chache katika mitandao ambazo hatuwezi kuzipuuza za jitihada za baadhi ya watu katika vikundi vidogo kuhamasisha kuvuruga uchaguzi huu ambao umepangwa kwa mujibu wa sheria. Ninayo heshima kuwaeleza kuwa wala msiogope jambo lolote, kwa kuwa vyombo vya dola mnaoviona hapa nyuma yangu vimeapa kwa katiba kulinda usalama wa raia na kulinda usalama wa mali zao. Hakuta kuwepo hata mmoja ambaye anaweza kumtishia Mtanzania yoyote anayejitokeza kwenda kupiga kura katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na akaachwa akifanya hivyo. Vyombo vya dola havijajipanga kutisha watu, bali vimejipanga kuhakikisha wewe Mtanzania, wewe mwana Dar es Salaam unakwenda kupiga kura vizuri, unakuwa salama na unaondoka kwenye kituo cha kupiga kura ukiwa salama. Maneno yaliyoko mtaani kwamba uchaguzi huu utavurugika, mwiapuuze, kwa sababu nchi hii na hasa mkoa wa Dar es Salaam, vyombo vya dola na Watanzania wote walio na nia njema tutabaki imara kuilinda nchi yetu na kulinda mkoa wetu. Kwa mantiki hiyo, yafuatayo ni maelekezo kwa wenzetu wote katika mkoa wetu. Namba moja, wenyeviti wa serikali za mitaa kwa kusaidiana uongozi wa mitaa yao kwa kushirikiana na sungusungu ama katika ulinzi shirikishi, wafanye hivyo katika kulinda miundombinu ya TANESCO ya DAWASA ya barabara ya TANROADS ya TALULA pamoja na maeneo mengine yote pale ambapo patahitajika kufanya hivyo. Lakini jambo la pili, barabara zote za mwendokasi. Imekuwa ni tabia ya kawaida kwa baadhi ya wenzetu kutumia barabara hizo kinyume na utaratibu. Natoa rai ya kwamba kwa siku hizi zote ambazo tumebakiwa nazo, mtu yeyote ambaye hata kuru, mtu yeyote ambaye hana haki ya kupita katika barabara hizo Asipite kwenye barabara hizo, viachiwe vyombo vya usafiri wa mabasi yandayo kwa kasi vitumie njia hizo, na kama kutakuwa kuna na jambo lolote la dharura, iwe ni rahisi vyombo vyetu vya dola kufika kwenye dharura hiyo na kuweza kutoa huduma pale ambapo inahitajika. Lakini jambo jingine, nitoe rai kwa Watanzania wote na hasa wa Dar es Salaam, Mtanzania mwana Dar es Salaam kwamba dhana ya kulinda taifa letu ni dhana ya pamoja. Kila mmoja awe balozi katika maeneo yote, dhidi ya wageni wote wanaoingia katika mkoa wetu, wakiwa wana taarifa za msingi. Inaweza kuwa imetokea watu wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali za taifa letu, ama za mkoa wetu, ama hata nje ya taifa letu, kuja na agenda moja ya kuleta fujo katika mkoa wetu. Balozi sahihi katika mkoa huu ni mwananchi mwenyewe. Piga simu, shirikiana na chombo cha dola ili tuweze kudhibiti watu hao ambao hawana nia njema na taifa letu. Lakini mpaka muda huu tunapozungumza, jeshi la polisi kwa kusaidiana na vyombo vyote, vyote vya dola tayari wamekwisha anza mchakato wote wa kudhibiti viashiria vyovyote vile vya uvujifu wa amani na ndio maana mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu wakuu wa wilaya wote, vyombo vya dola katika ngazi ya mkoa mpaka ngazi za chini, tunajiamini kuwa mkoa huu upo salama sana. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, imezoeleka wakati fulani, tunapoelekea katika chaguzi hizi, kuendelea kuwa na tabia ile ya kuripoti taarifa zinazoleta taharuki kwa Watanzania na hasa na Dar es Salaam. Tufahamu kwamba ninyi waandishi wa habari ni nguzo ya nne ama muhimili wa nne wa serikali yetu. Mna wajibu wa kutoa taarifa, wa kuhabarisha, wa kuwapa elimu wapiga kura, ili waweze kujitokeza kwa wingi katika kutumia haki yao ya msingi iliyoandikwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977.